Zelensky atazungumza na Donald Trump baada ya Marekani kuwasilishwa kwa Ukraine rasimu ya mpango wa amani wa kumaliza vita na Urusi. Mpango huo umeripotiwa kuandaliwa na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na mwenzake wa Urusi Kirill Dmitriev bila kuhusika kwa Ukraine. Ofisi ya Zelensky imesema kuwa Marekani inaamini kwamba rasimu ya mpango huo inaweza kusaidia kuimarisha diplomasia kwa Ukraine, imekubali kufanya kazi vifungu vya mpango huo kwa njia ambayo italeta mwisho wa haki wa vita. Naungana sasa Rabbi, na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, kuzungumza kuhusiana na haya yanayojiri. Karibu sana <laughs> Shukrani sana na pengine tuzungumze kuhusiana na uh, huko Ukraine Ee, Trump akionekana sasa kutaka kufanya ama kuleta suluhu e, katika taifa hilo e, licha ya kuwa e, bado mgogoro ambao aliutatua kule Gaza hatima yake haijafahamika e, kutokana na e, kuto kufikia mwafaka e, ule ule ulio e, e, kusudiwa. Ah, ni kweli hii taarifa ilianza kama siku mbili, ilianza kama tetesi mm -hmm. kwa Marekani imekuwa na mpango wa kutoa suluhu uh, <coughs> jana juzi ikawa iko kwenye vyombo vya habari kadhaa vikubwa ile taarifa, lakini jana ilikolea zaidi, na jana Marekani ndio ikawa imemtuma ime huyu afisa wa jeshi kwenda kuonana na Bwana Zelenski kumpa ku, sasa mpango kamili, licha ya kuwa ukimsikia uh, msemaji wa ikulu yule Kevin Levitt. Uh, yule, Caroline Leavitt yule wa Marekani anasema kuwa ni kama vile wanapima upepo, kuwa maoni yanakuja vipi, yani watu wanasemaje kwao, tunatoa hiki, tunarekebisha. Ni kuwa <coughs> Trump amewasilisha mpango wenye vifungu 28. Yani, amehisi labda ule wa Gaza alivyochukua ule wa vifungu 20, mm. akauleta watu wakaupitisha. Sasa ameona labda anaweza kutumia staili hiyo kumaliza mgogoro wa, wa, wa Urusi na Ukraine, sasa mara hii ame, ame, ameleta vifungu 28 ambavyo vimewasilishwa sasa rasmi kuwa huu ndio mpango, kifungu hiki na hiki na hiki na hiki ili tuweze kumaliza mzozo. Na vina, vina, vina katika, eh, vitu vitu gani hasa ambavyo vipo katika hivyo 28? Taarifa ya Marekani haijatoa wazi mm -hmm. kuwa vifungu ni vipi, lakini kuna baadhi ya vyombo vya habari vimekuwa vikijaribu kutoa baadhi ya vifungu tu ambavyo huenda vikawemo, kikiwemo kifungu ambacho Marekani inakwenda kukubaliana. Yani wanasema kuwa vifungu 28 ni masharti ambayo ukitazama karibu yote au unaweza kusema asilimia kubwa ya masharti yaliyomo hum, ni mm, ya upande wa Urusi, yani yanampa yanampa yanampa yanampa Urusi sasa, ikiwemo ambalo pendekezo limekuwa kubwa la Urusi kuwa Ukraine aondoke Donbas Yani ile Donbas, mikoa ile minne ambayo alikuwa ameichukua ile, Zaporisia, Donetsk, Lohanski na Kherson, yote ile mikoa minne iwe sehemu ya Urusi. Hiyo inasema, lakini unajua lile eneo la, la mashariki mwa Ukraine si kuwa Urusi analimiliki asilimia mia moja, asilimia sabini na nane mm. iliko kwenye mikono ya Urusi. Kwa hiyo kuna maeneo mengi bado yako kwenye mikono ya ya, ya hivi vikosi vya Ukraine. azimio hili linataka vikosi vya Ukraine vyenyewe viamue vye kuondoka katika lile eneo ambalo lilibaki, ambao watathmini wanahisi kuwa kama kutaendelea kuwa na vita ili Urusi aweze kumalizia asilimia mia ya kuchukua Donbas, atapigana vita ya miaka minne ijayo, yaani atakupigana tena kwa miaka minne ijayo hmm, ndio atakuwa amemaliza ile line yote. Sasa pendekezo hilo linataka yaani Ukraine aamue mwenyewe kulikabidhi kwa Urusi nilikuwa nasoma uh, kuna andiko moja limeandikwa na mmoja wa bunge wa upinzani wa Ukraine. Alikuwa anajaribu kuelezea hivyo vifungu na hata ukisoma the New York Times wamenukuu wame baadhi ya vifungu hivyo, wanasema si tu hilo kwa mashariki, lakini inaonekana ndani ya vifungu hivyo kuna pointi ambazo Trump ameziweka kukopi, amekopi, amepaste hapa kutoka kile kwenye, kwenye swala la Hamas na Israeli kuwa kuna maeneo Yataongozwa kati ya Urusi na Marekani katika hilo eneo, vile vile kama Gaza, kwa yeye ataanzisha uh, kikosi maalum ambacho kitakuwa kina, kina, kina hudumu hapa. Lakini pendekezo hilo pia linataka Urusi, anasema hataki vikosi vyovyote vya kimataifa viwe kwenye ardhi ya Ukraine, hasa vikosi vya NATO. Lakini pendekezo hili linataka Ukraine uh, aangamize silaha zake zote, yani yale makombora ya masafa marefu na masafa ya kati yote, hakikisha ameangamiza yasiwepo. Pendekezo hili linataka Ukraine avunje nusu ya jeshi lake lisiwepo, hmm. Sasa ni baadhi ya vifungu ambavyo vilikwamisha mazungumzo ya nyuma kwa sababu ha, sioni kipya, ila nachokiona tu kama wanaweza kusema kuwa kinywaji ni kile kile, kimebadilishiwa tu kutoka kwenye glasi hii kupelekwa kwenye glasi nyingine, kwa sababu ni yale yale ambayo walishayazungumza na ambayo Ulaya haraka haraka wao wanakimbia. Unajua, baada ya hizi taarifa kuanza, nilikuwa nikizungumza kwenye uchambuzi wangu nikasema kuwa sasa hivi utawaona wako Brussels, na jana walikuwa Brussels, mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya wamekutana haraka haraka Brussels, na taarifa iliyotolewa na mwanadiplomasia mkuu wa Ulaya Kaja Kallas alisema hapato kuwa na makubaliano yoyote ya Ukraine bila kuwa Ukraini, zungu, Ulaya, yani, European, bila kuwashirikisha kuwashirikisha au wazungu wali... Ulaya anakusudia kwa sababu ndio wanahusika mm. Sasa wanasema huu mpango ulikuwa ukiandaliwa kati ya Marco Rubio, Steve Witkoff na washirika wa Urusi bila kuwashirikisha Ukraine. Unakumbuka kadhia iliyoanza kwenye huu mgogoro, kama wakati Trump ameingia, wa alianzisha mazungumzo pia na Urusi, wakafanyia Saudi Arabia ambapo hakushirikisha Ulaya wala Ukraine hawakualikwa mm -hmm. ikazua mgogoro. Baadaye akawashirikisha Ukraine akamwalika Zelensky mwezi wa pili kwenye ofisi ya Oval wakararuana Zelensky na, na Trump kwenye ule mgogoro. Baada ya Zelensky kugoma, kuwa tunataka dhamana, tunataka dhamana na vitu kama hivyo. Baadaye wakaona kuwa labda tutashirikiana nao. Yaani kuna kitu kimoja ambacho nakiona kwenye kwenye mgogoro wa Russia na Ukraine. Na kwa ule mpango wa kukutanisha sasa wote umeshapotea hapo, ndio anataka nataka kuonyesha yani mapitio ya hii yani, kama ile jadwali linavyokwenda kuwa ni kama Trump ume, yani uko hapa, yani umemkwama, kwa sababu Trump alianzisha na Urusi. Urusi akakutanisha Ukraine, akazungumza na Zelensky, akarudi, akaja, wakakutana kule Alaska. Alivyokutana Alaska, kama unakumbuka, alivyokutana na na na, na na na na Trump alivyokutana na Putin, kauli ya Trump alisema hivi <coughs> Kabla ya kukutana katika huo mkutano mm -hmm. alikuwa Glasgow, Scotland kwenye mkutano wa EU na wenzake Akas, akawa anazungumza akawapa Urusi siku kumi na mbili wakisha wamemaliza vita, vinginevyo atafanya alichokifanya kabla ya siku 12. Steve Witkoff akaenda Moscow akarudi akatangaza, wakasema kuwa kuna mkutano watakutana Trump na Putin, wakakutana Alaska. Walivyokutana Alaska, Trump akasema kuwa aliyebaki kumaliza vita ni, ni, ni Zelensky tu. Yaani akitaka ya yani si kila kitu kiko sawa. Alivyokuta maana baada ya ule mkutano wa, wa, Bwana Putin viongozi wa Ulaya wakakutana wote na Zelensky kule Marekani. Wote wakamsindikiza wakati huo ili asimshambulie. Mm-hmm. Akageuka. Wakasema kwanza wakazungumza kuhusu dhamana. Nani atatoa dhamana? Nani haweki dhamana na vitu kama hivyo ikapotea, ikaisha. Wakarudi. Baada ya lile Trump akaja na akaja na hekaya yake mpya akasema kuwa kwa sasa Urusi ni dhaifu kabisa, Ukraine wanaweza wakarejesha maeneo yao Waka, hata wakitaka kuchukua zaidi kutoka hapo. Sasa bado tuko kwenye hilo, karudi tena vingine. Sasa hivi amekuja na mpango mpya yaani, ni kama vile kuwa ikiwa utamfuata Trump nyuma na kile anachokisema, utajikuta peke yako. Sasa ni kama anatupia tu karata tofauti, kujaribu ipi itafanya kazi. Ip, e, anajaribu, anab, anab, yeah, ndio iko hivyo sasa, mfano hmm, kitu kimoja ambacho nimekiona kwenye hili mpango wake huwa vifungu 28. Hawa watu wa Ulaya, wakati Trump alipowasilisha mpango wa Israel na Hamas kwenye vifungu 20, mpango ule wakati tunaujadili mimi na wewe hapa nilikwambia, huu mpango una zaidi ya asilimia 85 ya vifungu vyote viko upande mmoja. Zaidi ya asilimia 85 ya vifungu vyote viko upande mmoja, yani vifungu vingi vinampa Israeli, vinampa vinampa vinampa. Lakini Ulaya hawakuliona hilo wala hawakuona ubaya wake, walilipitisha kwa sababu liko upande wao pia. Sasa hili la Ukraine mm -hmm. na lenyewe lina zaidi ya asilimia themanini na ya vifungu viko kwa Urusi, vinampa Urusi vinampa na kumpa Ulaya hawataki hu, mpango hautoi haki. Nilikuwa namsikia waziri wa mambo ya nje wa Netherlands anasema kuwa kama mpango utakuwa wa kusalimisha, yani Ukraine ijisalimishe Sio mpango, anasema sisi mpango wetu ni mpango anasema wa, wa ni wa uhuru na haki kwa kwa Ukraine. Hiyo kwa haiwezi kaonekana, kwa hiyo haiwezi kaonekana, maanake mpango ukiupitisha tu yaani, ni kwa Ulaya wameshindwa vibaya na, na Ukraine ikashindwa vibaya kwenye hili, kwa sababu ni mpango ambao hauwapi chochote. Nilikuwa nasoma na, uh, lile andiko la yule mbunge anasema kuwa mpaka ramani wameshaandika, um, um, ramani mpya ambayo inaonyesha kuwa ile Donbas yote iko upande wa Urusi, yaani, ramani mpya ya Ukraine imekwisha kutolewa kwenye hili. Na wakati huo kwenye hiki kifungu kinazungumzia tena kuhusu Crimea ambayo Crimea ilikwepeshwa kwenye migogoro, yani ilikwepeshwa katika mazungumzo yote. Ilikuwa mada ni Mashariki ile mikoa minne. Katikati hapa Urusi akasema tunaitaka na Crimea ambayo wao walichukua kwanza 2014 wakati wa Barack Obama ndio walichukua Crimea. Mm. Na yenyewe tunaitaka itoke. Trump anasema zote nitawapa. Sasa Uh, wazungu walikuwa Brussels wanajadili mm. Hawa European tumeona umoja wa Ulaya pia uh, akalizungumza hilo mm-hmm. Kuwa mpango huu ha, wao hawakubaliani nao, ila ukimsikia Zelensky anachosema kuwa tunakubaliana kuhusu diplomasia uh, na tunaheshimu tuna, tuna, tuna juhudi za Marekani kujaribu kulitatua hili ni lugha Yaani, hiyo ni lugha ya kidiplomasia, yaani ni lugha ambayo haihitaji kukatisha tamaa, lakini ni lugha ambayo sasa mna, mna mnasema ile tunakubaliana na hili, kama kama walivyotoa, unakumbuka <coughs> kipindi cha nyuma hawa Ulaya wal, walikutana kwenye mazungumzo kule Ankara, ambaye ali, Uturuki alizua mjadala kuwa ataenda Putin haendi haendi, hmm. wakati walivyotoka kule wakapendekeza wakasema kuwa tunapendekeza usitishaji wa vita wa mwezi mmoja. Urusi walivyojibu wakasema kuwa tunakubaliana na huo usetishaji , lakini kabla ya usetishaji tunaomba tuje tukae kwenye meza tujadiliane. Sasa hiyo ni lugha kuwa nakubaliana, halafu njoo kwenye meza kwenye meza, sasa tunaanza kifungu kimoja kimoja ambao lazima tutashindana kwa sababu nitaanza kudai madai makubwa mm. Ndio lugha waliyotumia Ukraine, kuwa tunakubaliana anachokisema Trump, na tunaunga mkono juhudi zake anazo na njia anayoitumia tunaunga mkono sasa, tuzungumze kwenye, kuzungumza hapa ndio wanapoenda kugonga. Lakini e, sasa i, i, kule Gaza kwanza hayajaisha na bado e, Marekani licha ya juhudi zake e, imeonekana kuwa ni ngumu hmm. kufikia suluhisho hilo. Inawezekana vipi e, kwa upande wa vita hii ya Ukraine pamoja na Urusi? Naweza nikasema hili nalo litapita kama yaliyopita mengine kwa sababu tumekuwa na hiyo matumaini kuwa eh, sasa hivi wanaenda kufikia mwisho alivyokutana Putin na mwenzake juzi na Putin amekutana na Trump huko Alaska. Matumaini yalikuwa makubwa wakuzidi hivi, hivi sasa, na mpaka wakasema kuwa labda kunaanza mipango ya kuwakutanisha Zelensky sasa na Putin waweze kuzungumza hili swala, lakini ni kama siku zimepita, mambo yakaenda, kila kitu kika nani. Kuna kitu kimoja ambacho kinataka kusukumwa hivi sasa kwenye kete hmm. uh, Marekani na washirika wengine wanataka kuutumia sasa udhaifu wa serikali ya Zelensky kumaliza huu mchezo ndani ya Ukraine. Wiki jana tulijadili kuhusu kashfa ile, unakumbuka, ya rushwa, kashfa ya hongo ya mawaziri wawili waliofutwa kazi ambao kiasi ni wafuasi wa bwana Zelensky ndani ya Ukraine. Tayari wabunge wa upinzani wa Petro Poroshenko wana, wana, wana, wanatafuta zile saini za wabunge mm -hmm, kwa ajili ya kuwasilisha mswada ambao utapelekwa kwenye bunge la Ukraine upigiwe kura ya kutokuwa na imani na bwana Zelensky, kwa sababu waliokamatwa kwenye kashfa ya rushwa wengi wanatajwa kuwa ni rafiki zake wa karibu. Sasa hapa katikati, siasa ndani ilikuwa haijadiliwi kwa kipindi kirefu, yaani hivi sasa wanachokitafuta sasa, kuwa tunautumia udhaifu wa Zelensky, yani, yani mporomoko wake wa kisiasa wa ndani, kwa sababu kwa tathmini za ndani zinaonyesha Zelensky ameporomoka kutoka asilimia tisini ya kuungwa mkono mpaka chini ya asilimia asilimia yani wastani ya asilimia hamsini kuungwa mkono, na ukumbuke kuwa muda wa muhula wa Zelensky ulisha malizika mm, uh, mwezi wa tano nadhani kama mwaka jana ulikuwa umesha malizika. Sasa alibaki kuwa rais kwa kura ya bunge ambao bunge liliamua kupiga. Sasa bunge lile lile ambalo lilikuwa limempa hiyo yani, limempa hiyo hadhi ya kuwa kisheria, ndio sasa hivi. Sasa tayari wapinzani wake wa ndani ambao kiasi kikubwa ima wanaungwa mkono na Urusi au wengine wanaungwa mkono na nchi za magharibi, ambao sasa wamechoka na vita, kuhakikisha wanalimaliza hili katika kumaliza vita tunamaliza kwa staili ile ya kuwa Zelensky akishindwa, ya haya yatakwisha, halafu rais atakayeingia ni kuja tu kumlaumu aliyeharibu ni fulani ni fulani ni fulani yani, lakini anakuwa yamepita. Kwa hiyo hiyo ndio inakuwa inatafutwa hivyo. Sasa kile kinachotafutwa hivi sasa ni udhaifu kwa kulegea au kudondoka kisiasa kwa Zelensky ndani ya nchi, halafu wakati ndani ya nchi kunadondoka, unaona Trump na mpango wake wanauwasilisha. Hali ya kuwa kila akitaka kujipinua wanamkumbusha kuwa huku ndani utadondoka sasa hivi. Tu, yani sasa wanasukuma, yani zile kete zinasukumwa kweli kweli kuhakikisha kuwa hili swala linakwisha. Lakini linakwishaje? Ikiwa litakwisha kwa kupitia vifungu ambavyo amevi anaviwasilisha Trump. Mm-hmm. Sio aibu ya Zelensky ya kupoteza au ya Ukraine kupoteza, ni Ulaya nzima watakuwa wamepoteza. Wako tayari. Hilo ndio swala kuwa, je, wako tayari kupoteza? Sasa hatima itakuwa nini? Hatima bado ni ngumu sana, ya huu mzozo, moja ya mizozo mikubwa. Na, na nashukuru tu kuwa mimi najadili mara nyingi sana na wewe hapa na, na unakumbuka niliwahi kukuambia wakati tu Trump anaingia, nikakwambia Trump atamaliza mizozo yote hapa, hatopaweza kwa sababu staili ya kumaliza mizozo mingine kule ni nguvu anayotumia. Mfano mzozo wa Israel na nini, alichotumia ni ubabe tu, lakini ni mzozo ambao hautoi haki ni mzozo ambao yani anataka sasa. Hapa unajua hawa wote ni wajuaji, wale Ulaya ni wajuaji na yule yani, wanajua kabisa hapa unatudhulumu, hapa haiwezekani. Sasa hii ni vita ya wao kwa wao, yani kuwa hapa hautuibii wala hutudhulumu, lakini kule kwingine anaweza kutumia power. Wewe usipofanya hivi, mimi namzuia huyu huyu, tutakunyima hiki hapa. Ni kwa wenzake anacheza kwa step, na ndio maana anakwambia, nilikwambia hamna mgogoro mgumu utakaye mpalia Trump na atashindwa kuumaliza ni wa Urusi na Ukraine njia hakuna yoyote ya kuonyesha kuwa huu unaweza kumalizaje, kwa sababu nilisema wakati ule kuwa hawa Ulaya walivyo, pesa wanayo, uwezo wanao, bado wana uwezo wa kutoa fedha kumuunga mkono Zelensky akabaki kuwa active kwenye vita, sio kushinda vita, yani kuwa abaki kuwa yupo kwenye vita aendelee. Halafu muda wa madaraka kwa kiongozi wa Marekani ni mfupi, miaka minne. Trump anamaliza mwaka mmoja tayari tunakwenda amebakiza kidogo tu miaka mitatu kule. Hawa wana uwezo wa kuiwezesha Ukraine ibaki kwenye vita kwa kipindi hicho chote, halafu wakati wao wanapiga, lolote linaweza likatokea, kaja ya kiongozi mwingine Marekani ambaye ataiunga tena mkono Ukraine upya, waendelee walipoishia mpaka wapate kile wanachokitaka wao. Asante, tunakamilisha hivyo tukijadili kubwa kuhusiana na yale ambayo yamejiri, uh, hasa katika vita ya Ukraine na Urusi.